Kadri dunia inapofikia mwisho, habari za vita, njaa, matetemeko ya ardhi na magonjwa ya kutisha vinazidi kuchukua vichwa vya habari kwenye magazeti, redio na runinga tunazopenda kuangalia. Hofu inapotawala maisha ya wanadamu, Mungu hutupa ushujaa na nuru ya kupita, na kama daraja juu ya maji hutuvusha. Ni wakati wa kila mmoja wetu aaminie kusimama na kutangaza habari za faraja na ufalme wa Yesu Kristo. Karibu kutazama santuri muonekano hii yendayo kwa jina la Simama Utangaze Neno ya kwaya ya kanisa ya vijana kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Kijichi, yenye nyimbo kama maua madogo, maua madogo, haya nuru angaza katika hofu na mashaka yangu, angaza maisha yangu ya dhambi, nuru ya upendo wako imulike katika njia ya miguu yangu, na miale ya neema kama daraja, simama utangaze neno Mavri. Kwa nyingine nyingi barikiwa unapotazama nyimbo hizi, pia jiandaye kwa uwekwaji wakfu wa santuri muonekano hii hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kijichi, Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa sita mwaka 2017. Usikose, wote mnakaribishwa.